watendaji ahimiza amani. Lakini Samia asamehe 1487 Nyerere ikienziwa, Samia asamehe 1487 Nyerere akienziwa, ni habari ukurasa wa nne. Lakini mwisho wa safari ya Papa Francis dunia ya mzika, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za ndani. Lakini Makonda Gambo minyukano bado inasonga mbele huu. E, ni ubabe wa kisiasa Makonda na Gambo minyukano bado inasonga mbele. ihabari ukurasa wa pili wa gazeti gazeti la Mwananchi. Tuangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, asubuhi ya leo linaandika mwisho wa Papa, hiyo ndo habari kubwa inasema, mwisho wa Papa azikwa kwa kawaida zaidi ya watu laki mbili wahudhuria wafungwa fungo na wahamaji wasinikiza mwili lakini kardinali mzee zaidi aongoza mwamaziko. Trumpu rais wa Ukraine wateta msibani. Macho ya Waafrika kwa Kardinali Peter eh, tukso kutoka Ghana. ynambari ukurasa 17. lakini miaka 61 ya muungano Samia aonya mizozo, uvunjifu wa amani. Miaka 61 ya muungano Samia aonya mizozo, uvunjifu wa amani lakini mambo hatari yanayoongeza kwa kasi idadi ya wagonjwa wa figo. Gazeti lako la kula nipashe limekuletia mambo e, hatari yanayoongeza kwa kasi e, idadi ya wagonjwa wa figo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti la Nipashe, nasema katibu mkuu, mkuu ACT Wazalendo e, achukua fomu kuwania ubunge Katibu mkuu ACT wa Zalendo achukua fomu kuania ubunge. Lakini, eh, yajue kwa undani maradhi ya moyo, yajue kwa undani maradhi ya moyo kushindwa kufanya kazi na hatari yake, yajue kwa undani maradhi ya moyo kushindwa kufanya kazi na hatari yake. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Na tukiachana gazeti ya Nipashe, tuangazie kwenye gazeti la kule habari la habari leo. Gwiji la habari linaandika Kwaheri Papa Francis Mpango ataka matendo yake ya enziwe. Kwaheri Papa Francis Mpango ataka matendo yake ya enziwe. Lakini Profesa Kabudi asema Nyerere angetambua umahiri wa wasam, Samia ssab. Lakini habari kubwa ni Samia, tunabeba ndoto za Nyerere. E, Samia asema tunabeba ndoto za Nyerere ahimiza umoja na maendeleo e, lakini azindua kitabu chake atunuku wanane waliodumisha muungano. Lakini wafungwa zaidi ya elfu nne na mia nne themanini na saba wasamehewa. Lakini Biteko asisitiza miundombinu ya umeme kuimarishwa. Biteko asisitiza miundombinu ya umeme kuimarishwa na habari ukurasa wa pili. Lakini vyama vya siasa vya ahidi kampeni za kistaarabu e, vyama vya siasa vya ahidi kampeni za kistaarabu. Lakini Baruguna habari inasema Mwinyi aguso na kero za muungano kupungua. Serikali ya ondoa zuio la biashara Malawi na Afrika Kusini. eh, serikali ya ondoa zuiyo la biashara Malawi na Afrika Kusini. Lakini Malawi na Tanzania kukutana wiki ijayo. Hiyo ni habari ya kurasa tatu kwenye gazeti lako la habari leo. Tukigeuza gazeti lako la Zanzibar leo lenye ni habari kubwa inayosema Dr. Samia Tunuku nishani za muungano eh, lakini Nyerere ameifanyia makubwa eh, ameifanyia makubwa Tanzania Nyerere ameifanyia makubwa Tanzania eh, huyu ni Dr Mwinyi eh, asema Nyerere ameifanyia makubwa Tanzania Lakini kuna habari inasema maelfu wa mzika eh, Papa Francis wamo viongozi wa dunia maelfu wa mzika Papa Francis wamo viongozi wa dunia. Lakini misimamo ya mwezi mwandamo iondoke, Dr Harun asema kwenye gazeti za Zanzibar leo lakini guri gazeti la Mzalendo linaandika habari kubwa ni SMZ yatenga milioni 298.5 kujenga ukuta wa kuzuia maji. Dr Nchimbi avunja ngome ya CHADEMA Tarime. lakini Rais Samia akemea migogoro, uvunjifu wa amani, nasema kuna habari nasema asamei wafungwa 1487. Lakini Wasira, Tanganyika na Zanzibar watu wake walewale wale. E, Wasira asema Tanganyika na Zanzibar watu wake wale wale. Biteko ahidi kuimarisha miundombinu ya umeme yn ambali, inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti la Mzalendo ukurasa wa mbele za kwenye kurasa za nyuma za michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tunaanza na gazeti lako la Mzalendo enye kuna michezo linaandika Simba kufa au kupona leo. Simba kufa au kupona leo, lakini mambo safi, uwanja wa Mkapa mambo safi uwanja wa Mkapa. Azam FC yaanza kuchonga ngenga, e, Azam FC yaanza kuchonga. Rais Samia tumekuza michezo e, hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Mzalendo e, ukurasa wa michezo. Lakini kwenye kimataifa anasema Arsenal kuibomoa Barcelona e, Arsenal kuibomoa Barcelona. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mzalendo e, kwenye kurasa za michezo. Lakini saa kumi e, kamili timu ya Simba itacheza na Stellenbosch huko Afrika ya Kusini, na kwenye gazeti ya Zanzibar leo kwenye michezo naandika KMKM yaelezea ilichovuna kombe la muungano. Simba kufuzu fainali ya shirikisho leo, ilo ni swali la kujiuliza, lakini ndo habari kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini Azam FC yatinga nusu fainali muungano. Ile habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo lakini mashindano ya Netball East Africa njia panda kufanyika mashindano ya Netball East Africa njia panda kufanyika Zanzibar. Zanzibar. i gazeti la kula Zanzibar leo kurasa za michezo, lakini habari kubwa kwenye gazeti ya Zanzibar leo michezo inaandika ni Simba kufuzu finali ya shirikisho leo, hilo ni swali tunajiuliza, lakini saa kumi jioni ndio patasema kweli, lakini gazeti la habari leo linaandika tamasha la Samia laiteka kawe tamasha la Samia laiteka kawe uabaruraso 21. Lakini Mtibwa arejea ligi kuu, huyu Mtibwa amepanda kabisa eh, ligi kuu eh. Lakini Simba kanyaga twende eh, Simba kanyaga twende. Yanga yafuzu nusu fainali Muungano, lakini fursari ya ngara anda eh, 15, mabingwa bara la Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kurasa wa michezo. Lakini kwenye gazeti lako eh, gazeti la michezo gazeti la Mwanaspoti eh, lenye habari kubwa asubuhi ya leo linaanza na dakika za mitego. Eh, dakika za mtego leo habari eh, pia yake inaonyesha e, eh, kocha Fadru Kibu Dennis wa Mkwala la Mpanzu ili likiwa ndio tegemeo kubwa la timu ya Simba Sport Club dhidi ya Stellenbosch ya South Africa. Leo Jumapili saa kumi jioni. Hizo ni dakika za mitego. Lakini kuna habari bado inayosema mechi nne za uamuzi mgumu Yanga eh, NBC Premier League, ni mechi nne za uamuzi mgumu Yanga, lakini tiketi ya ubingwa liva e, milioni kumi na moja ini habari kwenye gazeti e, la Mwanaspoti. Lakini utata sakata la Nobo na Fontengeti e, utata sakata la Nobo Fontengeti. E, ni baada tu ya kutandikwa magoli e, mawili yenye utata na Yanga e, sasa. Ni gazeti la lako la Mwanaspoti inaandika utata wa sakata la Nobo na Fountain Gate, lakini kocha wa Azam FC Tausi atoa angalizo Azam e, Tausi atoa angalizo Azam, kombe la muungano. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam na gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo dola atufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa herini, asubuhi njema.